Wow. Huko ni kunoma, hakuna doo, hakuna kazi, hakuna nini? Hakuna nini radi, ninomanoma. Yo, yo, yo, zetu zetu, ndio zetu zetu, utate obshor. Sasa hakuna do, hakuna kazi, kwani usiniache kuleta uradi, kwani kulendagaji kuna rada kuna mauradi mkuu, sikia sikia, niliacha ukiniletea maredio matenje nini nini. Kwani kuliendangaje? Kwanza dili nimepata mzee

Ati mzani, si ndio, si ndio dili yetu yetu, unaona. Tulia tulia zetu zetu, hakuna kazi gani hiyo? Ah, wewe tulia wewe ni safi sindio? Tuna mdigro sawa, tunamuuliza hivi nini na hivi nini sawa, rada ni safi, tufanyaje? Tufika hapo tumejam, sawa, kirudi zetu zetu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, umini. Bwana Yesu asifiwe, Hallelujah. Alafu hii masaa ya kuingia kanisa itabidi mmerekebisha kabisa mm? Munakuja saizi masaa sadaka inafika, hakuna watu mnayepo kutoa sadaka na Biblia nasema, asiyetolea Mungu hatapata chochote. Mkono unaotoa ndio unayebarikiwa. Na mwingine mwingine, umekuja hapo unakaa mwizi, hmm? Umekuja hapo unakaa mwizi. Itabidi umerekebisha mienendo yenu, hmm? Kwanza mtusomee katika kitabu cha hata. Masaa imepita, acha tutoe sadaka, alafu tuende, hey. Amjabeba sadaka ni sawa, ni sawa. Next mtakuja nayo. unaweza ukatutolea wimbo kiasi, tukiitisha ushuhuda sasa, hmm? yale ambayo Mungu amekutendea hmm? bwana, bwana, mchungaji mwema, oh, bwana bwana bwana, wewe unatoa mastaili gani kwa kanisa? Kwanza kuja utoe ushuhuda. <laughs> Hey. Hey, hey, shika, do, kwa majina naitwa mwizi wa kidhuru. Pasta, siku ya leo nimekuja kusema ya kwamba nataka kuokoka, manake nimekuwa mwizi wa ghetto. Nimepiga uko. Pasta, shika kisu Pasta nikona hata hii hii, ndo anadunganga watu nayo, hii hii. Pasta, shika hii, shika hii. Pasta, shika hiyo, shika hiyo. Pasta, hii ndo anajifunganga nikimbia watu. Pasta, shika hiyo, hata uh, kisu kisu kisu, ndo hii. Pasta, kisu ndo hiyo. Mimi siku ya leo, pasta, nataka kuokoka hata huyu rafiki yangu nakuanga na yeye lakini alinitoroka nikaachoka wizi. Nenine, nene, nika aja, nikaanza kuimbia -ku watu basa, niombe mimi nataka kuokoka siku ya leo basta. <tutum> Alafu tulielewana hivi mutu akuwa kanisa nazima simu. hiyo ni vitu gani? nalia hapa Mutu watu mbeba katululu ah, sione sauti ya iPhone hiyo. Hii hata tuteka kwa kanisa hii, takuwe nasaidia mambo ya kanisa. Asa, asante kanisa. Bi kako na mapepo kijanao. Bi shindwa kabisa ah, kijana yes. Mungu Baba, tunakuja mbele zako tukisema ni asante yes. Mungu Baba, shetani amekuwa akitumia ukijana yes. Shetani amepatwa na malaria leo yes. Amepata pancha yes, na gari yake imezima yes. Mungu Baba, kijana amekuja mbele yako naomba ukawe na eh, yeye mambo ya wizi aache, aache kabisa, aache mambo ya wasichana. Mungu pa, pasta, pasta, pasta, pasta kwani niache wizi ndio, kwa mapepo nyeusi ishindwe. Mungu Baba, mimi naitwa Jane Mombasa, na sijui kama nitatoka hapa, na mimi nataka nyama ndo nitoke. Mimi nataka nyama ya punda, nataka nyama ya zebra, nataka nyama ya lion ndo nitoke hapa, si the, the water. Mombasa. Au una imani? Hauna imani. Baba, nakuja mbele zako. Shetani ambao uliye hapa, tunakutoa tunakutoa, tuna, tuna mapepo ingine natolewa na nguvu kabisa. Shindu, shindu, shindu. Peleka o takataka huko. Na sasa, wewe ukiiba kunileta kanisani kwa ibada kesho, mimi nitakata Kipanga na hiyo pepo ilikuwa. Sikuizi mapepo bado nakusumbua kweli? Nisumbui sana sana, iliachanga kutoka ile siku niombe kweli kweli iliache <coughs> Nilikuwa ni na, nakuja maombi niliombewa ni, ni, ni li, ni yani na, na, na, na, na, na, na pasta kuna siku niliombewa na pasta huku na nikamwajia na, na, na, na, simu yangu ndo. Pasta, si wamwambie si, ni, si, ni maombi tu nampenda Yesu hata sijui mtu anaimbanga a ka hata sijui wizi nini nafanyaga, kuionea na watu wengine, nilikuwa nakuja nini hata maombi nini, pasta nilikuwa narudia dosia inatumika kama M-Pesa hata na ile ya Sheila, lakini si hey, vitu, vitu vitu vitu vitu hii iPhone watu wanduzi, kuna venye unajua nilifanya kubarikiwa we, Ee hey, Mungu alinibariki nikapata simu. Uwezi kataa mipango ya Mungu. <coughs> Ni Mungu. Sadaka ni sadaka, eh? Eh? Mtu akuletea sadaka utakata? Mtu akileta sadaka kwa kanisa unaipokea, sindio? Okay. Mimi hata maneno yenyu ustaki hata niende huko nimewajia Mungu, fanyeni hivi. huu mutu ntamuona vidole, wale wa mainstream media, iko sawa. Mimi nataka munichague tena kama mbunge wa hii maeneo pia vilevile tumekuwa na wizi nyingi katika hii kijiji chetu, alafu kitu nitafanya nitahakikisha kuwa street light nimeweka kila mahali. Hii njia ya kutoka huku lazima kutakuwa na street light. Wananchi, mnasema aje? Wananchi, mnasema aje? Mutanichagua tena ama nirudi nyumbani? Mimi nilisema hivi hapa kwetu hapa kwetu Kibra, hapa kwetu Makutano, niko na mpango na hii area. Hii uchafu yenye munaona hapa, baada ya siku tatu ninaleta buldoza iondoe hii uchafu, si ndio? Wananchi, wananchi mnasema aje? Wananchi mnasema aje? Na pia hiyo maneno na sasa, ule mzee Katumbo unaongea maneno nyingi sana Shida yako ni gani mzee Katumbo eh? Mimi kama representative wa Kibra Sub County <laughs> eh, ningependa kusema kwamba wewe mwenyewe ulisema utajenga ile barabara na hujawahi jenga. Ulisema utasafisha hii maeneo na hujawahi safisha. Ulisema eh, street light utaweka, hujaweka. Kazi tu ni kuongea tu, mnakuja mnatufurahisha hapa kwa kuwaride na atuoni, atuoni matendo Sikiza, usikiza Mzee Katumbo, uh, ukiwa kwa ofisi mambo ni mingi ya kufanya, tuko na social health, social health ambayo ni shi hmm. sha sijui sh, ni vitu gani niliweka inafanya, inafanya a, a, a, a, a, a, a, haifanyi, haifika huko kwetu, na wajengea manyumba mnaziona, hamuoni manyumba, manyumba gani? Kama sisi, angalia, angalia nyumba yako, angalia nyumba gwaride, tuko na mabati tu, mabati. Eh? Mzee Katumbo mimi tuko na mpango. Mpango gani? Ndiyo tumechukua hii serikali, hata siku elfu moja haijaisha ha, kila siku mipango, mipango, mipango. Nimeongea na marafiki zangu za mainzi ya juu ha, wamesema nikuje kama mimi aspirant nitengeneza hii maeneo hii kura. Mkishanirudisha hii, hii first term nilikuwa natengeneza marafiki, marafiki. Kwa nilikuwa, ni sisi na, siyo, ma, nilikuwa natafuta marafiki Nilileta rafiki mwingine akuja atengeneze hiyo airstrip yetu yenye uko pale. Yaani huyo. Katika uwanja wenye uko pale Kigengi. Hakuna pesa. Lakini mulikataa mutaki ule constructor. Hatutaki hata. Mimi nitafanya aje? Kama aje? Niendelea kutafuta marafiki wangi weki sana. Ile siku nilienda China. China ilinipea tutakuwa na China cooperation with the county government pamoja na constituency hii yangu. Sasa, hii maneno na na China na China iko na tofauti. Wa China ni nji ambayo imeendelea, mazekatumbo, wacha nikueleze hii maneno kadaka moja kwanza. Nikishamaliza utaelewa kitu nasema. Venye nimesema street light, wizi utapungua, utapungua. hiyo nayo tuamini. Haijapungua. Wananchi mnasemaje? Haijapungua, hata wananchi wenyewe wanajua hiyo mambo nini. Wananchi mnasemaje? Hii, hata hiyo ndio inaendelea na kukua mingi. hiyo wizi ilikuwa inaendelea, itakoma, itakoma, itakoma kutoka ile siku, ulituambia wizi itaisha, mbona haijaisha? Sasa imeenda juu, kukoma haitakoma, haitakoma hiyo. Sasa wacha tuseme hivi mweze katumbo na unu ko yeah, na maoni, na nikikuwacha nje ya serikali utaleta vurugu sana. Mimi lazima nitetee haki ya watu, nataka nikulete ndani ya serikali. Maandamano tutaifanya, nataka nikulete ndani ya serikali. Oh, yeah, mm -hmm. ndio sasa hii maneno tukitengeneza wewe ukuwe hapo Mimii, wewe ukiingia kazi yako itakuwa kula na kunyamaza. Aa, tumbo kinona wewe nyamaza, wananchi wakilia tutawashughulikia, umesikia mzeka tumbo sa? Yeah. Yeah. Yeah, wewe rudi, wacha niongee na wananchi kidogo. Yeah, wewe utakuja. Hii mambo ya kupanga vijana kuandamana ishe, serikali nitakuleta ndani na nikikuleta ndani, nyamaza wewe, ni kula tu. Wananchi mnasema aje? Wananchi mnasema aje? Aaa, sawa sawa. Wananchi, wacha mniendele na msafara wangu. Tuko pale na mkutano mwingine pale Magwendo, nitafika. Wananchi wameningoja, nitakuwa na wahutubia. Sawa sawa.